Afrika nchi bado kuna tokea mapinduzi ija mwendo wa rais kine mwendo wa rais wao bado uchaguzi haujafanyika kule uh, Mauritius Rajulina na walipiga kelele sana kuhusiana na uh, hali iko vipi hivi sasa? Vikwazo vimewekwa na mataifa ya Afrika, hakuna kinachoendelea nataka nikueleza, bado tunadhani bad. kwamba kwamba Afrika haihitaji tawala wa kidikteta wa kijeshi kama uliojionyesha katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Hakuna mapinduzi mazuri, hakuna mapinduzi mabaya, yote ni mapinduzi mabaya na Afrika hatuyahitaji. Katika kikao kilichomalizika cha AU, tumeongeza adhabu kwamba wewe Charles, mwanajeshi ukiipindua nchi alafu baadaye unasema upesi upesi kwamba sisi tunarudisha uraia, tunarudisha demokrasi Tumesema hivi, wewe uliopindua usisimame kugombea nafasi ile. Tumeongoza adhabu hiyo manachi kitwakikuepa. Ndio maana Mauritania, ma Mauritania walipopindua, yule aliyepindua akaomba uongozi sasa ni rais wa Mauritania. Sasa tumekiondoa kile kipengele, tunasema hivi, kama mtu unaipindua a democratically elected government nchi yeteuwe vizuri, wewe uliopindua, hakuna kutuletea ujanja ujanja kesho akasema mimi nataka nisimame katika uchaguzi wa demokrasia, hatutakugusa. Sasa hiyo tumeitoka, na lengo lilikuwa ni kukataza nchi za Afrika zisilete mapinduzi. Tumefanya hivyo naia, wakati tumemaliza tu ule mkutano, alafu naia. Lakini hapa tunachokisema katika katika umoja wa Afrika na tunachokisema katika umoja wa Afrika, nchi zozote zitakazopindua tutaziletea tutaziwekea vikwazo. Nchi zozote zitakazokupindua hazitatambulika, hazita na umoja wa Afrika na kwa kweli tunaziomba nchi marafiki wa nchi mbalimbali zenye matatizo katika bara letu la Afrika zitusaidie ziusaidie Umoja wa Afrika kuzuia mapinduzi ambayo yanazorotesha sana maendeleo katika Afrika kutokea. Na ndio maana nilikuwa na watania wenzangu, lakini tunasema hivyo hivyo, ni wajibu wetu nchi marafiki na nchi zingine zote kushawishi nchi katika Afrika ziache kuchukua mtoto wa bunduki kama suluhisho na kuleta maendeleo au demokrasia katika nchi zao. Hilo ndio tulilosema. Mheshimiwa Waziri, kwa nini mlipeleka majeshi Komoro huku kwengine msipeleke nchi za Afrika? sisi tulikuwa mwenyekiti tuitumia ubabe wetu wa uwenyekiti kuwaambia wenzetu katika umoja wa Afrika kwamba inafu izi inafu, kuna matatizo yametokea Komoro, lazima tupeleke majeshi, na tuliyaongoza tukafanya kazi iliyotakiwa. Changamoto hii sasa inakwenda kwa wenye wetu wenzetu, wanapoona kuna, kuna matatizo sehemu nyingine, wautumie uwenyekiti wao vizuri, kama tulivyofanya sisi, wutatua matatizo ya kikuuzi katika araetus

Hii presentation sio nyinyi tu diaspora diaspora, lakini message ya rais ni kwamba kwamba kwamba kwamba mtusaidie ku ku promote promote nchi yetu. Kwa hiyo kwa kwanza, nyinyi ndio ma diaspora pale, inaonyesha tu kwamba tunawakaribisha na sisi ku promote nchi yetu. Nasema kwamba tunaongelea juu ya remittances leo, kwamba remittances sisi tunategemea kwamba mtaendeleza hizo remittances, zinasaidia sana. Tunasema kwamba impact ya remittances tumedai kufanya analysis na waziri anaongelea hiyo utaziona kwamba katika upande wa Tanzania ndio zile alikuwa anazisema mheshimiwa waziri. Sina uhakika kama ni figure zile alizozitoa, lakini hizo figure za watu tunazopata kwa sasa hivi. Lakini ukiangalia kwa nchi, utakuta nchi zimekuwa listed kwa barometer za kwao, zinatoa impact katika nchi zao, kuanzia India kule mpaka Pakistan na Morocco. Alafu tunasema nyinyi, tunaomba basi lete pesa mbaya capital kitu ambacho ni It it It goes it it goes to, it goes where is goes where where where the the the wanted most. Capital Capital capital inakwenda mahali ambapo investment fiscal to to private private sector sector is is welcome. welcome as we establish the EO tuna strong TPSF, tuna TCCIA, inakwenda ia hata mimi mna mkao huu nataka mahali ambapo inflation ni ndogo, na kadhalika, maemulsha macroeconomic stability. Tunazungumzia juu ya taxation hapa, tunaongelea juu ya taxation, tunasimplify taxation, alafu capital goes where private sector na trade is encouraged. Na hii tunaongelea tukiwa kati ya Britain na sisi, tunaongelea juu ya

in the process of change. Hmm? Ushauri serikali na vyombo vyake on change. A commitment, a total commitment from the president down to the last person. kwamba kilimo is one solution. It should be seen as a peripheral activity to the extent kwamba mimi na naagi kwamba hata nikiwa na eka elfu kumi kama Elvis Msimba hapa na sijui eka chozi